Jeshi la Polisi Tanzania limepiga marufuku maandamano ya amani yasiyo na kikomo, yaliyotangazwa kufanyika Desemba 9 mwaka 2025, likisema yamekosa sifa za kisheria na yanaashiria mipango ya uhalifu unaoweza kuhatarisha usalama wa taifa. Katika taarifa iliyotolewa Desemba 5 mwaka 2025 na msemaji wa Jeshi la Polisi Tanzania, Naibu Kamishna wa Polisi DCP David Misime, jeshi hilo limesema kuwa hali ya usalama inaendelea kuimarika, huku likiwashukuru wananchi kwa wa kwa ushirikiano katika kulinda amani. Hata hivyo, polisi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 wa afisa wa polisi msimamizi wa eneo hilo akiainisha yafuatayo: a, sehemu ambayo maandamano yatafanyika au yatafanyikia; b, muda yatakapofanyika; c, madhumuni ya maandamano hayo; na d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 kuunda au kuandaa ma, mkusanyiko au maandamano hayo kama yalivyopangwa, isipokuwa na mpaka atakapopokea amri kutoka kwa afisa wa polisi msimamizi wa eneo, ikieleza kwamba mkusanyiko, mkusanyiko au maandamano hayo hayatafanyika kama ilivyotaarifiwa.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 na hajapitia mafunzo siku hiyo asishike silaha, wawaachie waliopata mafunzo ya matumizi ya silaha. Kwa maana rahisi, watu hawa wanazo silaha za kutimiza lengo, lao, lao, lengo ambalo wamekusudia. Mbili, kupitia mitandao na klabu mbalimbali za mtandaoni, wanahamasishana wahakikishe hakuna shughuli yoyote itakayo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 na wanaohamasishwa wakiandamana siku hiyo tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani. Kumi. Wapo wengine wameapa na kutamka watakaoandamana wasifike kwenye mitaa yao, kwani watawashughulikia ipasavyo. Kumi na moja. Wengine wanasema hawatakubali tena kupata hasara walioipata tarehe 29 mwezi wa kumi, ishirini na tano. Na siku hiyo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 siku hiyo wabebe petroli kwenye chupa. Hivyo, kulingana na sheria ya polisi na polisi wasaidizi inayotoa maelekezo na masharti ya kufanya, kukusanya, kuunda, kufanya mk mkusanyiko au maandamano, na kutokana na mbinu za kihalifu ambazo zimebainika wakihamasishana kuzitumia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 moja moja moja moja moja mbili sifuri sita tisa tisa tisa tisa nane nane tisa tisa, au 0787 668306 saba, saba, au kwa ujumbe kupitia kiunganishi cha mfumo wa kutoa taarifa, yaani taarifa.tpf .go.tz